E, nimekuja kupiga kura, nimefika kwenye kituo cha kupiga kura, nimepokelewa vizuri kwa kweli, msimamizi wa uchaguzi pale wametuelekeza vizuri e, na wananchi pia tumejitokeza, isipokuwa sio kwa wingi sana, ila ninachowashauri wananchi wajitokeze kuja kupiga kura kwa sababu hali ya usalama ni shwari, hamna tatizo la aina yoyote, acha waja wakapiga kura kumchagua viongozi ambao wanawahitaji. ya ni mwalimu kutoka mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, shule ya sekondari Nyamilama. Kimsingi nilijiandikisha huku kwa sababu nilijua uchaguzi utanikuta nikiwa mahali huku, nilikuwa naendelea na masomo yangu. Kuhusiana na zoezi la uchaguzi, mimi naona linaenda vizuri, kwa sababu nimekuja sija maliza hata dakika tano nikaa nimekamilisha kila kitu kuchagua kiongozi na e, na e, na e mhitaji. Natoa wito kwa wananchi wajitokeze kwa wingi zoezi, maandalizi yamefanyika vizuri na zoezi linaenda vizuri na hali ya usalama iko vizuri kabisa, hakuna changamoto ya aina yoyote. Wananchi wajitokeze kwa ajili ya kuja kutimiza haki yao ya msingi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kupiga kura kutafuta haki yangu ya kikatiba na nimeangalia kwa kweli, nimeona maandalizi yamekuwa mazuri na wala sijapanga foleni. Nimepiga kura yangu vizuri na nimewachagua watu nao wahitaka katika kuniongoza kwa miaka mingine mitano. Ningeshauri wa wananchi waje, walikuwa wanategemea kwamba labda pangekuwa na watu wengi, lakini nafasi zipo na unapokewa vizuri, unapiga kura bila fujo, bila kelele, na unapiga dakika chache unaondoka, unarudi zako nyumbani.